Mi nikuhakikishie tu kama halmashauri ilipokea fedha zako, sisi tutakupatia kiwanja mbadala. Kwa majina, ninaitwa ndugu Daudi Maugo, ni kiongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato Kilimani. Nipende kukushukuru sana ndugu mkurugenzi pamoja na serikali kwa ujumla kwa namna ambavyo umebuni mkakati wa kutatua kero za wananchi kupitia kuwafuata katika kata zao. Sisi kanisa la Wadventisa wa Sabato tunayo kero ambayo imedumu kwa muda wa miaka takribani 12, na mwaka 2012 13 tuliomba serikali ya wilaya ya Kondoa halmashauri kuweza kutupatia eneo kwa ajili ya kujenga shule ya msingi. Tulilipa shilingi milioni 37 na na themanini elfu ili tuweze kupatiwa eneo la ekari 12.78. Utaratibu wote ulizingatiwa, lakini baada ya kulipa zile fedha na kupewa mchoro na kupewa idhini ya kuendelea, mwananchi ambaye alikuwa anamiliki eneo hilo awali alileta malalamiko yake kwa mkurugenzi, pamoja na kwa mkuu wa wilaya. Eneo hilo liko Bicha Kitaru hh, na kwa sababu mwananchi huyo alikuwa na haki ya kulipwa fidia, mkuu wa wilaya aliagiza kwamba alipofidia au arudishiwe eneo lake. Kwa hiyo sisi, baada ya kulipa zile fedha na mwananchi kurudishiwa eneo lake, hatukupewa eneo lingine au kurudishiwa zile fedha zetu. Tumekuwa tukifuatilia kwa mkurugenzi kupitia ofisi ya ardhi, tumeleta malalamiko yetu kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ndugu mkurugenzi kero yetu ni aidha kurudishiwa fedha au kupewa eneo lingine kwa ajili ya kutimiza malengo tuliyokuwa tumekusudia, kwa mwaka wa 2012 na 2013 mpaka leo kiangalia 2025, tunahesabu miaka, uh, miaka 12 25 miaka karibu 13 nakwenda na, na malengo yetu akawa amesitishwa kwa. Tunawasilisha hoja yetu hii pamoja na document hiyo ambayo nimewasilisha mezani kwako kwa ajili ya kutusaidia kama kanisa kuondoa hii kero ambayo imetusumbua kwa muda mrefu. Hilo eneo ambalo mlikuwa mmepewa lilikuwa na ukubwa gani? Lilikuwa na ukubwa wa hekari 12.78. Hivi Kitaru hh bicha Kitaru ni kule kitengo kule sikule kitengo. Sawa, mimi ni mimi mwananchi, mimi niongee kwa ufupi sana. Sawa, eh? Kwanza ni ni niombe ni radhi kwa niaba ya halmashauri. Kwa maana ni miaka mingi sana imepita hatujatatua kero yako, lakini pia ni niseme kwa kuwa hili ni swala linahusu fedha, na katika barua yako ulionipatia hapa umesema mmelipa fedha kwenye akaunti ya halimashauri, japo hujataja hujataja siku wala tarehe, itanilazimu kwanza nikahakiki malipo haya kama yalilipwa kweli halimashauri. Hilo ni la la kwanza, lakini la pili nikapitie nyaraka zako. Mimi nikuhakikishie tu kama halimashauri ilipokea fedha zako, sisi tutakupatia kiwanja mbadala, kwa sababu maeneo tunayo hilo, ni kuhakikishie. Bahati nzuri umesema kwamba mlipolipa hili eneo mmiliki wa eneo hili alikataa iyo, kwa kuwa hakulipwa fidia iyo, na halmashauri ikaamua kwamba ije kupe eneo mbadala, si ndio? Kwa hiyo mimi niombe nilichukue, ni niende kulifanyia kazi, lakini sasa nikuombe wewe, kwa maana kwa niaba ya kanisa letu la Wasabato, Jumatatu ufike ofisini ili niweze kukupa majibu ya moja kwa moja. Bahati nzuri Kilimani na hapa na hapa ofisini sio mbali.